kuzungumza na sisi na sisi wanachama na mashabiki ndio tukae tukairidhia kwamba is okay. Mchezo nyinyi ndio mtatoa maamuzi yes, wenye maamuzi yes. Ngoja ni kwambie wenye maamuzi ni wanachama uh -huh. Pamoja na mashabiki ndio tunaendesha klabu viongozi, viongozi hawahusiki, viongozi ni sehemu hmm. Ni, vise, ni sehemu mm. ya wanachama pamoja na mashabiki yani, wale ni wawakilishi wetu, umenielewa. Wenye asilimia kubwa ya mechi kuchezwa ni nyie, ue, sisi mashabiki sisi ndio tunayeamua kwamba mechi ichezwe yes, au isichezwe ah. kwa sababu umenielewa, yeah. kwa sasa hivi uwanda umefika wazi umekuwa ni mkubwa umenielewa mm. na ninarudia tena kwa yeah. faida ya watanzania mm. kuna sababu kuu tatu ambazo zimeainishwa na FIFA yeah za kuahirisha mchezo sahi. Kuna sababu kuu ngapi? Tatu, tatu. Mm. zilizoainishwa na FIFA mm, kuahirishwa nini mchezo, mchezo. Sababu ya kwanza mm. inakwambia mabadiliko ya hali ya hewa. Nadhani ndugu zangu waandishi kutoka Sanga Chapesa mm, lakini pia Ngwale TV mtakuwa mm. ni mashahidi mchezo wa kirafiki Yanga dhidi ya Singida kule mliona mabadiliko ya hewa mm. yalivyopelekea kwa asili nini mchezo. ule mchezo mm. na mchezo ukafanyaje? Okay. Ukahirishwa mm. yale mabadiliko huwa hayapingwe mm. haya pingwe mm. sababu ya pili, kifo cha kiongozi mkuu wa nchi au waziri mkuu mm. hiyo huwa haipingwi kuahirisha nini mchezo, mchezo. Mm. sababu ya mwisho mm. wanasema sababu ya kiusalama uchebe mambo ni mengi sana lakini pia simba anashuka dimbani zidi ya almasili, mchezo wa kombe la shirikisho barani afrika vipi tuweke mategemeo makubwa kwa simba na ni wakati sahihi kama watanzania uh, dua na sala zielekee kwa simba kusha habari imeisha hiyo kwamba wamerudi wamezuruaji kama zuruaji wengine mi nikwambia kitu kimoja mm. yale ma mashindano yana watu wake Aa. yale mashindano kucheza fainali mm. sio kila mtu anacheza mmenielewa mm. ile sio ndondo kapu ile sio mm. ndo Ndondo Cup. Yale mashindano yana watu wake mm. Kama sisi ambao tulifika finali, umenielewa mm. mm. Nataka niwaambie kitu kimoja, Simba afanye afanyavyo. Mm. afanye afanyavyo na narudia tena afanye afanyavyo yeah, kule alikoenda amejichomeka pabaya. Huoni nafasi ya Simba kushinda? Atashinda? <laughs> Kwa kipengele kipi? Simba ni mzoefu lakini, ngoja nikwambie yeah, ile sio robo ndio mwisho wa kituo chake. Yaani, unajua, ngoja nikuulize, Sanga TV, ukitoka hapa Dar es Salaam na reli na treni mm. kikomo chake kinafahamika ni wapi? Kigoma. Mm, koo, pare, ni wa wa nde wapi watu umenielewa. kwa hiyo walipofika pale Simba ndio Kigoma. ni mwisho wa leli pale Simba endelea ende wapi mnyama, lakini kwenye mashindano ya kimataifa anakuwa mwingine. sikiliza kitu kimoja mm. mara ngapi ameshia robo? Wanasema hii wanavuka mara ngapi ameshia robo? Ngoja nikwambie kitu kimoja, hmm. Yaani avuke akiwa na watu wachezaji wenye sijui wana uvimbe wa macho ma, yaani ule umesha mwonaga panzi panzi, unamfahamu? Panzi unamfahamu hmm. Anapokuwa na macho makubwa. Sasa wachezaji kama wale, hebu imagine hmm. Mtu anafika golini anaona goli ni dogo hmm. Anashindwa kuscore. Yeye yeah, na goli halafu, mashindano kama Almasri unamchukuliaje? hmm. Almasri unamchukuliaje? Yule ni mzoefu kucheza na timu kubwa, nataka nikwambie kwa faida. Almasi ni mzoefu kucheza na timu kubwa. Zamalek yuko wapi? Arari yuko wapi? Piramidi yuko wapi? alafu leo aje azungumze kucheza na kale. Ni kasimba bro, naomba nielewe. Kale ni kasimba bro, si Simba. Simba ya nani wewe? Simba inakula chipsi, Simba inajua matumizi ya gesti Unajua Simba? Unajua Simba? Uh, hii sio Simba. Unajua Simba wewe? Yeah. Kana ni kasimba bro, kanyama kamnyama ambako hata Yanga akiwa anakula ashibi. Uchebe, uchebe, inatokea Simba inafuzu, unaiweka wapi sura yako? Bro, mimi nawambia bro, mimi nawambieni narudia tena brother, Sanga TV. Sanga TV, mm. Sanga TV. Mm. Mimi nawambieni ukweli. Mimi ni Uchebe Yanga, yeah. Nipo Kariakoni, mfanyabiashara wa simu, mm. hakuna siyejua Umenielewa? Nawaambieni vi, umenielewa? Natoeni ahadi, nawaambieni vi, Simba kifuzu kwenda kucheza nusu fainali, Simba kifuzu kwenda kucheza nusu fainali, mimi nawaambieni vi, Sanga TV nawekeni milioni mbili, waandishi mje mchukue pale dukani kwangu. Uchebe unasema kwamba. Brother, nielewe vizuri, kale ni kasimba bro kale ni kasimba, naomba nielewe vizuri. Mm, ni kasimba kama mnyama fulani mm, ambako hata Yanga akiwa anakula hashibi, umenielewa? Yaani uwezo wake tuseme, yeah, ni nobo au robo kilo nyama, umenielewa? Sasa yeah, atafuzu kwa mfumo gani? Ndio maana nimerudia tena yeah, Simba akifuzu kwenda kucheza nusu fainari njooni, mm, dukani kwangu pale Kariakoo nawapeni milioni mbili. Uchebe tumeazungumza mengi sana, shukrani ndugu yangu bwana, shukrani sana. Mnanielewa? Mnanielewa? Shukrani Brother. Brother. Brother. Shukrani. Kucheza nusu finali sio ya kila mtu. Kule sio kwenda saluni. Kule sio kwenda vikoba. Mlikuwa wengi lakini wengine wamepungua. So wanasafiri lini? Kesho. Ah, wanaenda kufanya makeup. Shukrani. Wanaenda kufanya makeup. Panzu unamfahamu? Panzu unamfahamu? Anapokuwa na macho makubwa. Hmm. Sasa wachezaji kama wale, hebu imagine. Mtu anafika golini anaona goli ni dogo, anashindwa kuscore yeye na goli. Halafu mashindano kama. Almasi, unamchukuliaje wewe? Almasi, unamchukuliaje? Yule ni mzoefu kucheza na timu kubwa, nataka nikwambie kwa faida. Almasi ni mzoefu kucheza na timu kubwa. Zamalek yuko wapi? Ari ari yuko wapi? Piramidi yuko wapi? Halafu leo aje azungumze kucheza na kale ni kasimba bro, naombu nielewe. Kale ni kasimba bro, si Simba anani wewe. Simba inakula chipsi. Simba inajua matumizi ya gesti. Unajua Simba wewe, unajua Simba, uh, hii sio Simba. Unajua, Simba wewe, kale ni kasimba bro, kanyama kamnyama ambako hata Yanga akiwa nakula ashibi. Uchebe inatokea Simba inafuzu, unayeka api sura yako. Bro, mimi wawambia Bro, mimi nawambieni, narudia tena, Simba iki... Brother. Yeah. Sanga TV mm. Sanga TV mm. Mimi nawambieni ukweli, mimi ni Uchebe Yanga yeah. Nipo Kariakoni, mfanyabiashara wa simu mm. Hakuna siyejua, umenielewa? Nawambieni hivi, umenielewa? mm. Natoeni ahadi, nawambieni hivi Simba, uh -huh. uh -huh. Simba kifuzu kwenda kuchu... kucheza nusu fainali. Simba kifuzu kwenda kucheza nusu fainali. Mimi nawaambieni hivi eh, Sanga TV nawekeni milioni mbili, waandishi mje mchukue pale dukani kwangu. Uchebe unasema kwamba, Brother, nielewe vizuri Simba akifuzu. Kale ni kasimba bro, akifuzu. Kale ni kasimba, naomba nielewe vizuri hmm, ni kasimba kama nyama fulani hmm, ambako hata Yanga akiwa anakula hashibi, hashibi umenielewa yaani, uwezo wake tuseme, yeah, ni nobo au robo kilo nyama Mnanielewa sasa yeah, atafuzu kwa mfumo gani? Ndio maana nimerudia tena yeah, Simba akifuzu kwenda kucheza nusu fainali njooni mm, dukani kwangu pale Kariakoo na wapeni milioni mbili. Uchebe, tumeyazungumza mengi sana. Shukrani ndugu yangu, Bwana. Shukrani sana. Mnanielewa, mnanielewa Shukrani, Brother, Brother, Shukrani Uchebe. kucheza nusu fainali sio ya kila mtu. Kule sio kwenda saluni. Ha, kule sio kwenda vikoba. Mlikuwa wengi lakini wengine wamepungua. Gaza. Wa, so wanasafiri lini? Wanaenda kufanya makeup. Hmm. Shukrani mchete. Wanaenda kufanya makeup.